Visiwani Zanzibar wamelalamikia kiwango cha joto kilichopo katika kipindi hiki cha msimu wa joto ambapo wananchi hao wamesema kiwango hicho cha joto katika ukanda wa bahari ni kikubwa tofauti na ilivyoeleweka ele, katika kipindi cha majira ya joto kama hiki. Mwandishi wetu Yakub Talib ametuandalia taarifa ifuatayo. Hali ya hewa ya hapa kisiwani Unguja ni tofauti kabisa. Hata mimi mwenyewe ukiniona hali yangu nilivyo, tofauti ni joto tu na hali ya hewa na hii ni sehemu ambayo watu kawaida hapa mjini wanapumzika ili kupunga upepo na hali ya hewa at least eh, kupunguza ile kiwango cha joto kwa muda huu ambao wanakuja wanafanya shughuli zao pembeni. Niko na wanadada, inaonekana umepumzika hapa, kama kuna kitu nasubiri? Hapana, ni joto tu, baada ya mihangaiko mingi, joto limekuwa jingi, ilibidi tupumzike kidogo tupate upepo. inaonekana hali ya joto inawaathiri sana wanawake, ni kweli? Hili ni kweli, kwa sababu mavazi yenyewe tunayovaa haya yenyewe pia yanaongeza joto. Kusema kweli, kabla wiki mbili ilikuwa afadhali, lakini sasa hivi mvua zimekata na joto limezidi sana kupita kiasi. Mapende ya nyuma ilikuwa joto ilikuwa chini sana, lakini kwa maana sasa imezidi sana, kwa joto kali sana. Kibiashara kiuchumi ndio hivyo hivyo, kadi ya kawaida biashara mshji chini sana, kwa maana wanunuzi wenyewe hapa sasa hawaonekani sana yani sana ngumu dakika hiyo. Wakati wananchi wakilalamikia hali ya kiwango cha joto cha juu kilichopo hapa visiwani Zanzibar, Said Khamis ni mtabiri mwandamizi, anathibitisha kiwango hichi ni cha chini mno kwa sasa, na hali itakuwa mbaya zaidi kwa mwezi unaokuja. Kipindi cha joto kamili unategemea kwamba Januari, Februari, ambapo tutakuwa tuna joto kali zaidi, na hili joto ambalo la msimu kawaida tunapata joto hili kutokana kwamba linakuwa lina jua lipo katika eneo letu kwa sasa hivi, kwa sababu jua lipo katika eneo letu kwa sasa hivi, inamaana joto kawaida linakuwa, linakuwa kubwa, na pia kipindi hiki ambapo tunapata pepo za msimu hizi ambazo tunaziita northeast trade winds tunapata uvuguvugu wambao wa una joto kutoka Uarabuni. Hali ya hewa hapa kisiwani Unguja, inakubidi utembee na maji namna hii. Kutoka hapa visiwani Zanzibar, Yakob Tali, Azam News.